Mambo vipi? Naitwa Ali Adabu 13 Ali Adabu 13. Hii hapa ni 69 Media na hiapa ni the gossip table. Of course, yeah. Niko na mwenzangu hapa. Pipi bwana, siku ya leo imefanyaje? Yeah. Tumekuja na vitu vya moto sana eh, vinatokota eh, kwenye sufuria. Kabisa, ni atupoi, tumerudi tena mm. Yeah. E, naikumbuka tunaanza wiki eh. E, mapema sana. Yaani eh, wiki ndo kwanza ya moto moto, yani hatujafika hata katikati, yani tupo ndo mwanzoni kabisa. Tunakuletea vitu vilivyo nyoka ambavyo havijapinda pinda si. mm, kabisa, kabisa. Mm -hmm. Sasa bwana, kama tunavyojua uh -huh. Hivi karibuni tulikuwa tunaendeshwa na kesi ya mwigizaji uh -huh. anavutia Joyberry mwenyewe kabisa bwana, ujue e. Kesi yake ilikuwa ina utata. Ilikuwa ina kasi. Mm. Kasi, nakwambia hapa mjini ukipita huku Nicole ukipita kule Nicole, Nicole. Mm. Nicole kafanyaje? Kila mtu alikuwa anaongea kuhusu Nicole e. Sasa, bwana, issue ya Nicole imekuwa fresh kabisa. Uhum. Ile milioni 46 ambayo itakiwa kutolewa kwa dhamana eh. Watu walikuwa wanasema oh, milioni 46 ni nyingi, anatokaje na nini, hawezi kuipata eh, mara wasanii wenzake wamemtenga yeye, ni mwigizaji ah, ah, ah, unaweza ukasema hivyo. Kumbe yeye pia kuna kuna statement kaitoa kwa hapa ni nzito eh, nitaisoma hapa, nzito eh, sana nzito, kinoma. Kwa ushahidi mm. lakini uh, taarifa ambayo tuko nayo kwa ni kwamba Nico yuko Dio huru kwa dhamana na sasa hivi anafanya shughuli zake kama kawaida. Mm, hatujui -hmm, yuko wapi kwa sasa hivi. Labda kajishimbia sehemu. Atakuwa nyumbani kwake, ataenda hapo sasa. Wewe wewe unajua binadamu wanawasikia. Yaani, wewe ukajishimbia kwako na watu wanakudai watakufuata fanyewe. Eh, ya dunia, unajua ya dunia wewe. Kwa hiyo huenda kuna sehemu amechill ame labda anasikilizia anapua lakini hali kaubaridi la, eh, la jela kidogo yani. Sasa, eh anatulia sasa. Unajua yeah. Unajua unasema kutoka jela usifike nyumbani eh, wanasewa, unaoga, e, unaoga, zile nguo unachoma moto. Eh yeah, sijui. Mikosi yote laana we, we, una. Wewe ulisha kuwekwa ndani? Mimi sija ila na experience ya kakaangu. Ah basi eh, pole kwa sababu mimi mm -hmm. na experience hiyo. Wewe ushaingia? Ah mimi tayari bwana ila <laughs> sio sio jela. Hivi <laughs> vituoni hu? Ah nishaingia sana huko. Ah. Eh nishenge ila kwa kesi za kusingiziwa unajua kama nakuona vile eh. Yeah. adabu ulivyokuwa ndani sasa sijui likuaje mimi eh? mimi mtata eh? ah nishukulie vivi tu mimi mtata ah. bala sasa bana niko eh baada ya kuachiwa kuna taarifa pia ikawa imetoka kwamba ameachiwa uhuru ndio kwa dhamana ya nyumba ya milioni mia. ah mhm mm yani kuna nyumba ya milioni mia moja. yani kwamba wametoa hati hati ya nyumba ndio imewekwa alafu ye akai kwanza nje kidogo mm. Sasa ina maana dhamana ikiisha unarudi tena. Ay, inarudi, unarudi, unaanza unaanza kukaa nje wakati dhamana imeisha. Ah, hiyo hata. Kwani dhamana si inakuwa ni kama ki, kama unavyo unavyoona posa unapeleka barua ya uchumba. Ah, ndio baadaye. Kwa muda mrefu, mm-hmm. Mtu mwingine akiandika barua yake kipeleka anaoa. Kwa ila ila yake si narudishiwa. Na nikasema inarudi. Hmm. Ah, dada. Ah, ndio imeisha. Yaani hapo kama muda ukifika na kesi bado inaendelea inabidi aongeze fedha ah, au akishindwa kesi akishindwa kesi dhamana akashatoa anabidi arudi akishindwa sasa. He, arudi ndani au alipe faini, nategemea na maamuzi atakayotoka mahakama tayari. Ah, e, lakini nikajua ba uki, ukipewa dhamana unakaa nje huku mm, e, kesi yako ikiwa ina e, ndio hivyo ila, ikifika ile kwamba unabidi tena urudi ndani tena, unatoa tena fungu lingine, unabaki nje E, ah, e, dhamana ikiisha unaongeza ela nyingine, yaani e, dhamana ikiisha unaongeza fedha yaani mwenda kuweka nyumba. Unaweka hati za nyumba tu. Sasa huyo e, mwenye nyumba yake ya milioni hivi ni ya kwake, mm. yes, na mansion, na nyumba ya bilioni moja. Najua wasanii wakiwa mm. mtandaoni alishasema mm. ni wasanii mtandaoni na uhalisia, Mm. vitu viwili tofauti. Toka zamani ilipotolewa ilikuwa milioni 46 lakini hmm. ilivyotolewa ni kwa unajua, amejikanyaga kanyaga, kanyaga mpaka wiki imeisha, yani yeah. anakuja kutoka hasa kama, kama kweli alikuwa na ile ile 46, ilikuwa si kama 5000 tu mtu unatoa anatoa hmm. Sasa hapo ndo tujue kabisa maisha yao ah. Sio uhalisia ambao wanatuonyesha kwenye mitandao ya kijamii jamani yeah. so kama huna e, kama huna sema huna, sio huna, wanasema unacho. Mwishowe una shida kusaidiwa. Niko bwana, baada ya kutolewa, unajua sisi binadamu kuna ile ukifanikiwa, uki, uki kitu unampiga singe aliyekusema e, una, au unamngonga oh, sasa ndo hicho alichokifanya. Niko hapa kaandika ujumbe wake kaandika habari. Habari nzito e. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote wenye nia njema nami, naomba sana taarifa za michango ya fedha kwa nia ya kusaidia kivyovyote zipuuzwe. Ndiyo. mimi nina ndugu, marafiki na watu wa karibu ambao hawashindwi kufanya jambo lakini ilibidi taratibu zote zifuatwe. Mtu yoyote asidanganye uma kuwa na hitaji michango. Kila kitu kipo sawa na niko salama na ng'aa kuliko zamani. Kuku na makange ya jela, ya jela yami ninawirisha mm, mm, kanawiri kwa kuku na makange ya jela. Mm, oh. <laughs> Jela alikuwa anakula ma, e, uh, makange, uh, jela ya yani e, kana e, yani kule kanawiri kazidi kunawiri kuna makange nini basi kaja na mimi nijaribu kwenda. Akaendelea kusema sio sahihi mtu yoyote kuweka mdomo na pua yake kwenye kesi inayoendelea mahakamani waliopokea pesa wanazidi kurudisha na haki yangu nimepatiwa. Ndiyo. Na wasihi sana sihitaji michango yoyote kutoka kwa mtu yoyote Kionjo kaandika Kionjo. Ehe. Kwa, kwa msisitizo yamkini kuna mtu yoyote alinisolola kwa njia yoyote ile kuanzia wasanii wanafiki, wewe bwana we, marafiki feki na wanaoniogezea sauti e, na kenge wote e, kenge. Na kuahidi nitakurudia, si punde. Naomba muda nishushie ujelajela na kimoeti cha baridi kwanza. Umeona sasa, katika ujumbe wote, Nicole leo tu pale kwenye kionjo, yule ndo Nicole mwenyewe. ni kwenye kionjo hapa, eh, hapo kwenye kionjo, maana kwenye kionjo huyo ndo Nicole tunayemfahamu sisi, bwana bwana bwana bwana. Mm -hmm. Kwa hiyo kataja wanafiki wote na wale watu ambao wale watu ambao Testing, testing. Eh, wale se, jamani mwanamke ulembo. Sijufanya nini? Yeah, mwne... Ana wangu eh, <laughs> <laughs> atali. Wewe noga kumeanza kuchangamka. Ametoka hajataka atoke kinyonge. Unaanzaje kinyonge na kato watu wamekusolola, akasema watu wamemsolola, kuna watu wameongea unafiki, eh, kuna watu eh wamejaba sauti. Hataki marafiki feki na na kuna marafiki feki. Kama wote. Ndio. Sasa saa hizi anashishia kimoe ti cha baridi. Unajua moe ile ile kwa jinsi, akimaliza Anaanza kupita kwa mmoja mmoja, kama kawaida Mm. mm. Ila kwa upande wako no, unaonaje uh, ishu nzima ya Nicole mpaka sasa hivi ilivyo, unaona eh, kuna kuna nafasi i labda kuachwa ku, ku huru kabisa au huenda akashinda hii kesi kwa jinsi unavyoona mambo yanavyoenda enda? Ah, uh, kwa jinsi mambo yanavyoenda enda, ukiangalia mwanzoni kesi ilivyo ilivyoanza, mm. ilikuwa inaonyesha kama kuna ugumu sana mm -hmm. kwa Nicole kushinda hii kesi lakini ukiangalia saa hizi inaonekanika kwamba kwa, kwa asilimia hamsini tunaweza tukasema nusu. mm. Nicole anaweza akashinda hii kesi kwa sababu mpaka amepata zamana na bado yupo unaona, bado yeah. anaendelea kutumia mitandao ya kijamii unaona, ina ina maana kwamba kesi yake isha- ishapoa. ingekuwa kama kesi yake bado ya moto mm. ah, kwa kwa mambo, mambo ni mengi sana e, kwa sababu kuna vitu <sighs> fulani wange mkataza, unakumbuka hata kipindi kile aendage jela Elizabeth Michael kipindi kile mm, kesi ya kanuni yeah. Alikuwepo nje, lakini kuna vitu alikuwa amekiwa mipaka mm, nakumbuka unakumbuka, lakini na nikona ngana kama ameachiwa okay, uhuru fulani hivi au fanye. Okay, kwa hiyo Nicole kaachiwa uhuru fulani au fanye ndio amesema vipipi. Of course Dio. Pia wewe una uwezo wa kuandika maoni yako juu ya hili swala zima la Nicole Joberi, baada ya kupewa dhamana naye ameshusha maneno ya maana huko mitandaoni haitaji michango yuko radhi kwenda beneti bampa tu bampa na wanafiki wote waliomsolola baada ye kuwa ndani. Medias ambazo zilikuwa zinamsolola pia zinahusika, sisi kama wambea anahisi pia tutahusika. Kwa hiyo hey, hatuwezi kuachwa hey, kwani sisi tunaogopa Kazi. Tunasema kazi yetu. Yetu. Mm. Tuna uh, ttamtalia na sisi kama wambea nikiwa na, na e pipipi mwenzangu hatari yeah, sana tumekusogezea hapo mezani, so unaweza ku comment hapo kwenye YouTube channel yetu ya 69 Media, lakini pia unaweza kulike comment na kushare au kusubscribe uh, kwa yeah. Bonyeza kama kengele kwanza kupata taarifa mbalimbali m kila siku mezani. Pia fika pale Instagram, TikTok na Facebook andika 69 Media TZ. Like hizo page zote, zifollow, maisha yazidi kwenda. Sisi tuna sign out, eh? Yeah.